Kipindi hiki tutakuja wengi kuja kuomba ridhaa, vyama vingi vitakuja kuomba ridhaa. Mimi nasema mwende mkasikie, lakini muwe makini na yanayozungumzwa, mtathimini, mtafakari kama haya yanayozungumzwa yataendelea kuwafanya Chunya kubaki kwenye amani na utulivu, kwa sababu mbinu za kutafuta uongozi ziko nyingi. Mbinu za wagombea wanaotaka vyeo wanatumia mbinu mbalimbali, maneno mbalimbali ili kukushawishi uwapigie kura. Naomba mtumie nafasi yenu kutafakari, kutathimini maneno hayo kama ni maneno endelevu na yatakayofanya nchi hii kuwa ya amani na utulivu. Tanzania imejengwa vizuri na baba wa taifa na marais wote waliotafuata, wameijenga wa nchi hii kwenye amani na utulivu. Tusikubali leo Tanzania kwa kumkubali mtu ambaye anakuja kutuhamasisha maneno ambayo tutakuja kupigana wenyewe, tutakuja kutozana wenyewe, tutapoteza amani, tukatafuta mahali pa kukimbilia. Watanzania, hatuna mahali pa kukimbilia, nchi zote huko zimeharibika, zimechafuka, wanakimbilia Tanzania. Sisi tutakuwa wageni wa nani? ili kipindi tunapoelekea kwenye uchaguzi na haya anayojitokeza, na kampeni mbalimbali zitakapokuja nendeni mkasikilize, lakini wahakikishe kwamba mnachagua maneno yatakayowaletea faida kwenye maisha yenu ya kila siku na shughuli zenu. Baada ya kusema haya maneno, ninaamini wote mtajitokeza na mtakwenda kupiga kura, wakati utakapofika, tume ya uchaguzi itatuelekeza Samia